Habari ya moto ambayo inaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii ni habari ya mrembo Rita, namna ambavyo ameamua kumumbua tena msanii Diamond Platnumz pamoja na ndugu zake, kwa namna ambavyo ndugu zake walikuwa wanatumwa na msanii Diamond waweze kumshawishi mrembo Rita aweze kurudiana na msanii Diamond Platnumz. Lakini pia uh, ukiangalia zile voice ambazo mrembo Rita ameweza kuzivujisha, unaweza kuona ni kwa namna gani uh, msanii Zuchu nyuma ya pazia huwa anakanwa sana na shemeji zake. Ukiangalia pale uh, yule shemeji yake alikuwa anadai hakuna ndoa yoyote ambayo imefungwa, lakini pia akiwa anadai hakuna uh, chochote ambacho kinaendelea kati yao. Diamond anampenda mrembo Ritha. Mambo yalikuwa ni mengi. Jana uh, Ritha ameweza kukinukisha kweli kweli uh, na maswali mengi sana yameibuka mitandaoni, kila shabiki akiwa anajiuliza, kwani Diamond amekosa nini kwa Zuchu? Mbona hawa wanaume hawaeleweki? Zuchu anajua kupika, Zuchu anajua mapenzi, Zuchu anajua kila kitu, hata kutafuta hela Zuchu pia hicho kitu anajua. Sasa inakuwaje kuwaje, msanii Diamond anaamua kuchepuka na mwanamke mwingine? Tena ukimwangalia Rita, yeye kazi yake ni video vixing, kunenguanengua katika mavideo lakini hakuna kazi yoyote ambayo Rita tunaweza kusema anayo ya uhakika. Sasa inakuwaje msanii Diamond Platinum anaweza kumpenda zaidi Rita kuliko kumzingatia mrembo Zuchu? Sasa siku leo mama yake mzazi na Zuchu badijakopa ameamua kumtolea uvivu Riza. Ameona, mbona ni kama vile eh, huyu binti anamchafua mwanangu mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii ukiangalia hata kile kipindi ambacho Rita alivujisha message pamoja na video akiwa chumbani na msanii Diamond eh, mama mamazhao aliweza kumtupia maneno ya kutosha, aliweza kumchamba. Kumbuka huyu ni malkia wa mipasho hapa nchini Tanzania. Eh, kummb unatakiwa kukaa chini kujitafakari nini ambacho unaweza kumjibu huyu mama kwa sababu cha kumjibu utakuwa huna. Kwanza ni mtu mzima, lakini pia maneno ambayo anayatoa kinywani kwake ni maneno kuntu sana. E, mama Zuchu baada tu ya kuonekana kwa hii trending ya Rita, imebidi Mama Zuchu atafutwe, ameweza kupigiwa simu na media kubwa tu hapa nchini Tanzania. Baada ya kupigiwa simu, ikabidi aweze kujibu maswali ambayo ameulizwa. Kwanza kabisa aliulizwa vipi ili sakata la Rita kuvujisha hizo voice na voice hiyo ikiwa nasikika wazi kwamba shemeji wa Zuchu akiwa anamkana Zuchu na kudai kwamba msanii Diamond hajaweza kufunga ndoa. Hayo mambo yana ukweli ndani yake kweli? Kwa sababu ukiangalia uh, msanii Diamond pamoja na Zuchu wamefunga ndoa kabisa, na kila mtu ameona, tumeweza kushuhudia picha, tumeweza kuona uh, Diamond amethibitisha, lakini pia Zuchu pia ameweza uh, kudhibitisha swala hilo. Sasa inakuwaje, kuaje? Uh, baada uh, ya kuzungumza na yule shemeji yake, anamwambia hakuna ndoa, ndoa, uh, uh, ndoa ilikuwa hakuna uh, uh, maneno mengi huku miteni. Mtandaoni kitu gani ambacho kinaendelea? Mama Zuchu adijakopa kwanza kabisa ameweza kujibu na kudai kwamba kitu ambacho anakiamini yeye ni kwamba Zuchu kaolewa na msanii Diamond Platinum, lakini pia kitu kingine anakuambia anajua kabisa Diamond hawezi kumwacha Zuchu, lakini pia kitu kingine cha mwisho kabisa ambacho Mama Zuchu ameamua kwa kizungumza, ametuma ujumbe kwa Ritha kwamba huyu mwanamke ambaye anasema Diamond anampenda sana, kwa nini asingemuoa yeye, akamwacha Zuchu? Kwa sababu tunafahamu mwanaume akikupenda sana anakuoa eh, hawezi tena kukuacha udangedange, hawezi tena kukuacha uhangaike hangaike. Lakini Zuchu ameolewa, Ritha hajaolewa. Lakini cha kushangaza na cha kustajabisha anayetamba ni yule ambaye eh, hajaolewa, alafu yule aliyeolewa ameamua kutulia ndani na ndoa yake. Mama Zuchu anakuambia hana cha kusema kuhusiana na hilo sakata ambalo liendelea eh, kwani bado hajazungumza na mtoto wake kuangalia ni kitu gani ambacho kimetokea. Huenda kuna ugomvi ambao labda umetokea kati yake pamoja na Diamond labda ameamua Diamond kumfanyia hivyo eh, hatujaelewa bado. Anakuambia yeye kama mzazi anatakiwa kwanza kukaa chini na watoto wake, anatakiwa kukaa chini na Diamond pamoja na Zuchu eh, kuangalia ni kwa namna gani ataweza kusawazisha haya matatizo, kuangalia ni kwa namna gani eh, ataweza kusikiliza pande zote mbili, ili mradi aweze kumuelewa huyo Rita ambaye eh, anadai kwamba Diamond bado anaendelea kumtafuta. Wao kama wazazi eh, bado hawajapata uthibitisho kutoka kwa watoto wao, hana la hana la kuzungumza, lakini kikubwa alituma ujumbe kwa Rita kwamba kama wewe ni mzuri ungeolewa wewe, asingeolewa mtoto wangu msanii Zuchu, kwa sababu tunafahamu mambo ya ndoa, mwanaume akiwa ameshakupenda anaweza kukuoa muda wowote ule. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe kulike, and turn on notification.